Bandari yetu ya Dar es Salaam na hata hii ya Mtwara yamefanyika maboresho makubwa. Kuweka mtu wa kuendesha sio kosa. Ninaposema leo hapa bandari zetu hizi zote ambayo na sisi tunapata fursa ya kusafirisha korosho, bandari ya Dar es Salaam kabla ya DP World ilikuwa yale makasha pale yanachukua siku arobaini lakini sasa hivi kutoka siku arobaini makasha yatatolewa ndani ya siku zero, imezidi sana siku tatu. Piga makofi kwa serikali kwa kuboresha huduma ya bandari. Makontena pale yameongezeka kwa mwaka mmoja, kontena sasa milioni moja na sisi bandari yetu inakuwa bandari ya mfano katika nchi za Afrika Mashariki. Kwa hiyo mapato ya serikali kutokana na kuongezeka kwa makontena, utoaji wa makontena na kuja kwa makontena, mapato ya serikali yameongezeka, biashara imeongezeka, uagizaji umeongezeka, gharama za pale zime ku, zimeanza kupungua za usafirishaji wa makontena kwa hiyo fanywa serikali ilifanya maamuzi sahihi kwa maslahi ya Watanzania. Mapato yanaongezeka, ufanisi umeongezeka, mitambo ya kisasa imeletwa. Kwa hiyo hoja ya Heche ni dhaifu, haina mashiko, na sisi tupongeze serikali yetu kwa kusimamia bandari zetu. sisiemoye jana Nimemsikia rafiki yangu Heche anajifanya kuelewa mambo ya uchumi. Analalamika kwamba makaa ya mawe, magari yanasomba makaa ya mawe, anapishana nao barabarani maelfu kwa maelfu. Kuwa na makaa ya mawe ni fursa, na makaa ya mawe yanatumika katika kazi mbalimbali mbali. Hapa ndani uhitaji wa mbali ya kupata fursa ya masoko nje ya nchi na kutuingizia fedha za kigeni, ambazo tunazipata ndo tunapata na kodi yetu, ndio rais anapata uwezo wa kujenga mashule, kuweka miradi ya maji, kujenga barabara. Kwa hiyo sisi, makaa ya mawe ni fursa ya kupata fedha na kuuza nje haramu nikiongeza ku, kuongeza mapato yetu ya nchi yetu. Lakini lingine, sio kila gari anayokutana nalo linapeleka nje. Kiwanda cha wazo cha simenti kinahitaji makaa ya mawe, kiwanda cha Tanga simenti kinahitaji makaa ya mawe, Dangote anahitaji pia, si ndiyo? Kwa hiyo kila mahali hapa hapa Tanzania Mawe, makaa ambayo mawe yanatoka kusini. Kwa hiyo akikutana na kila gari anadhani linaenda nje ya nchi. Kwa hiyo nataka nimwambie ni uelewa mdogo katika mambo ya uchumi. Makaa ya mawe ni fursa kwa viwanda vya Tanzania, lakini ni fursa kwa biashara ya nje ya nchi inayotuingizia pesa.